Msaada. Wale wanaotoa msaada dunia yote sasa iko juu chini, mavita, maugomvi, mavurugu, chumi zimeshuka huko, hawafanyi vizuri kama tunavyofanya sisi hapa, na wale wanaoweza kuresearch wende wakaresearch. Ulaya na Marekani sasa hivi hawafanyi vizuri kiuchumi kama tunavyofanya sisi huku, kwa hiyo hata ndani ya kanda yetu hii East Africa, Tanzania tunafanya vizuri sana. Niwaombe sana sana watoto wangu wanangu, ndugu zangu TRA, twendeni tukakusanye, tukusanye kirafiki. Mwigeni bosi wenu huyu mfupi, lakini anafanya kazi vizuri. Nilimwambia Yusuf na kupeleka TRA, mfanya biashara asende kuwa adui yako, awe rafiki yako. Ameweza kulipa alipe, hajaweza na madeni, mwite kaa naye, zungumza naye kirafiki, muulize unaweza kuanza kulipa ngapi, halafu utanilipa ngapi? Ukimpangia hivyo, atalipa, atalipa, atalipa. Serikali inapata, hata kama kidogo kidogo. Lakini ile ya kwenda kumnyang'anya makompyuta, kumnyang'anya vitabu siu, kumfungia ofisi, kufunga akaunti ile hai, ila lazima niseme hapa kuna masugu ambayo lazima tufanye hivyo kuna wengine wana viburi, lazima tufanye hivyo. Kwa hiyo inapobidi, tutafanya hivyo, lakini kwa kawaida isiwe ndio mwenendo wetu. Tuwaite, tukae nao, tuzungumze nao, ujue tatizo lake ni nini. Wengine hawajui tu. Wale watoto wangu wa block wale, block management, mtajua mnapopitapita huko madukani na nini, mwingine anakuuliza tu ah, kwani nilitakiwa kufanya hivi? Mwingine ah, kwani nilitakiwa ku ah, mimi sijui kwa hiyo mnawaelimisha, mnawaelimisha, tunakusanya sawa. Ndugu zangu, lazima tukusanye pesa yetu ya ndani. Huko nje masharti yamekuwa yanaongezeka, yanaongezeka. Leo utachokozwa kwamba oh, watanzania wasije huku, tumewataka sijui pasipoti zao hawakusema, tumewataka sijui nini hawakutupa, ah, wataka listi ya pasipoti za watu wangu weza nini, na kipindi hiki si lazima ujiulize mara tatu eh, hasa kama hukupeleka nasema sikupi pesa usinipe, nitakusanya ndani kwangu. Kwayo lazima tukusanye za ndani. Ndugu zangu wafanya biashara, lazima tulipo kodi. Hakuna nchi inayoendeshwa bila kodi.